Kila tarehe nane Machi, dunia huadhimisha siku ya wanawake duniani kwa kutambua mafanikio ya wanawake katika nyanja mbalimbali mbali. Hata hivyo, katika harakati za usawa wa kijinsia ni muhimu pia kuelekeza macho kwa wanawake wenye ulemavu ambao mara nyingi hukumbana na changamoto za kipekee katika jamii. Leo tunamwangazia Aisha Swaleh, mkazi wa mtaa wa kwa Ngombe, eneo bunge la Jomvu. Aisha ana ulemavu wa kuongea. Nilipomzaa yeye, aisha aliugua sana Three weeks, akaugua nimonia, tukalazwa sipitali, tukatoka tukaendelea kuishi na mtoto, lakini nilikuja kugundua baada ya karibu miezi miezi minne hivi, ndio nilikuja kugundua mwanangu hasikii Nilipogundua nilipo hivyo ilikuwa maana, kila nikifanya kazi zile kelele kelele, yeye alikuwa ashtuki kabisa, ndio nikaja ngagundua kuwa mwanangu haski. Ikawa wachangamoto sasa, sijui nifanyaje, lakini nikaishi nika na mwanangu hivyo hivyo, nikamlea mpaka akaja akawa mkubwa, ukatokea wadhamini wa, wa, wa, wa shule wakaniambia inabidi nimpeleke mtoto shuleni ikabidi nimpeleke pale Ziwani School for the Deaf KG1, akaendelea na masomo akamaliza mpaka Class 8 akaenda Form 1 Kilifi, Pwani for the Deaf. Ikawa ma pale kwanza Ziwani tukawa tun -tuna, tunakuwa na seminar, kwa maana ilikuwa communication ni ngumu mimi na yeye kuwasiliana, ikawa kila kwa mwezi tunaenda semina kwa wiki moja, tukaendelea hivyo. Ikaja sasa mimi na yeye tukawa tunaelewana, lakini family family ndiyo ilikuwa ngumu kwake mawasiliano. Sasa ikawa watu wakitaka kuzungumza na yeye mpaka wanipitie kwangu ndio tu nizungumze na wao. tukaendelea hivyo. Dadake pia alikuja kuzoeana na yeye, maana pia dadake ilikuwa ni changamoto sana na ye lakini halikuja akazoeana naye kwa vile alikuwa koni, yeye alikuwa akiishi na yeye, lakini maisha yake yote huyo alikuwa koni, maisha ya boarding. Ulemavu huu umekuwa kikwazo kwake kuweza kufanikisha ndoto yake. Aisha alikuwa na ndoto kubwa ya kuwa mpishi mkubwa kwa hoteli za kifahari na watalii. Alizaliwa na kipaji cha hali ya juu cha upishi na kuelewa watu, lakini alikuwa na changamoto moja hakuwahi kuweza kuzungumza tangu utotoni. Hali yake ya kutoweza kuongea inamfanya atume ishara na maandishi kuwasiliana, lakini hiyo haikupunguza mapenzi yake kwa tasnia ya upishi. Kulingana na mamake Shamim Badhur, baada ya kumaliza masomo yake ya upishi na hoteli, alifanya majaribio mengi ya kutafuta kazi katika hoteli mbalimbali mbali mjini Mombasa, lakini hakufanikiwa kila mahali tulikuwa tukienda hizi hoteli kubwa kubwa tukitafuta kazi, inasemekana haizi pata kazi kwa sababu ya ulemavu, maana hakuna communication, mawasiliano yake na wale hayaendani haya, kwa pamoja. Aliamini kwamba ingawa hawezi kuzungumza kwa sauti, angeweza kuchangia kupitia ishara na maandishi. Alituma maombi kwingi lakini hakupewa hata nafasi ya kujieleza wala kuenda kwa mahojiano. Na kule alifaulu kuitwa aliishia tu chumba cha mapokezi huku wapokezi wasimuelewe. Waajiri wengi pia walipomtazama walimpa moyo kwa kumwahidi kumuita baada ya muda mfupi. Kulingana na kumaliza university kusomea catering, lipomaliza nikaja kutafuta kazi nikapeleka documents kila mahali kutafuta kazi, lakini kila ninapokwenda naambiwa, kila ninapokwenda kupeleka documents naambiwa nitapigiwa, nitapigiwa, lakini wapi. Ndio nikaja nikapata kazi nyingine, lakini kulingana na kazi yenye nimesomea, nilikuwa nataka sana kupata hiyo kazi yenye nimesomea kupika, lakini communication ndio ilikuwa shida sana. Hali hii ilimgonga Aisha kwa radi. Alihisi ndoto yake ikiyeyuka mbele ya macho yake. Alijaribu kuwaeleza kwa, kwa maandishi kuwa anaweza kufanya kazi lakini hakuna aliyemwamini. Aisha hakuwa mtu wa kukata tamaa, na kwa kuwa Mungu hatupi mja wake, Aisha akapata kazi na kampuni moja ya Majestic Khaki Industry iliyoko Mikindani. Nashukuru sana tena sana maana hiyo ni changamoto kubwa sana kwa hivi vile amepata kazi saizi anaweza jisimamia vitu vidogo vidogo, kama yeye msichana hivi. Pia nashukuru na, na mambo mengine hivi kidogo kidogo. Pia licha ya kwamba kazi aliyoisomea siyo anayoifanya, Aisha naridhika na, na anachopata kwa kampuni hiyo. Mwajiri wake pia anasifu utendakazi wake na wenzake wanaoishi na ulemavu. Hapa Khaki Industry tuko na PWDs ambaye inafanya nao kazi. Hakika hawa nawapenda, wanafanya kazi kwa bidii, wanafanya kazi zao ziko neat na wanafanya kazi kwa uharaka. Juu hawaongei hawana stori nyingi, kazi yao ni safi na wanadumisha kazi zao. Mimi kama mlemavu yani, nikiingia asubuhi kuna wale wenye wame, walitaka sana kujua sign language. So unakuta mtu ananiambia morning, yani sign language kidogo kidogo, nafurahi, lakini kuna wengine imekuwa uzito sana kujua sign language. Ulemavu haupasi kuwa kikwazo cha mtu kufanikisha ndoto yake. Hivyo basi tunavyoadhimisha siku ya wanawake duniani, tunamtambua Aisha kama mwanamke shupavu na jasiri ulimwenguni. Kwa wazazi ambao wanawana changamoto kama za Aisha, mtoto mlemavu wasimweke wamtoe, labda mtoto ana talenti ya kitu fulani, wamtoe wamsomeshe, wa baadaye itakuja kumsaidia yeye. Si mimi hivi, nashukuru Aisha iwafanya kila kitu, iwapika iwaosha, yu... yani nashukuru. Ingekuwa mimi ni mzazi wa kumficha huyu mtoto Eh, maisha angekuwa magumu sana kwake. Namwombea mwanangu awe na maisha mema aendelee hivyo hivyo, asiwe yani, asijione ati kuwa mlemavu ati ni kitu ambacho ati yeye yeah, hawezi fanya jambo. Kuwa mlemavu unaweza pia kufanya kitu chochote kile ambacho watu wengine wanaweza fanya. Akinyi Damaris, Majestic Digital TV.